Kwa karne nyingi watu waliamini kwamba Aristotle alikuwa sahihi alipodai kwamba kitu kizito zaidi kitaanguka kwa kasi zaidi ardhini. Basi kulingana na hadithi na wasifu mmoja, Galileo, profesa wa hisabati katika chuo kikuu cha Pisa, aliwaita maprofesa wenzake chini ya mnara wa Pisa unaopinda, kisha kutoka juu ya mnara alipokuwa aliachia mpira wa kanuni na mpira mdogo wa bunduki kwa wakati mmoja, na vyote vilianguka chini kwa wakati mmoja. Hata hivyo, unajua, imani ya kawaida ilikuwa na nguvu kiasi kwamba bado waliamini kuwa kitu kizito kitaanguka kwa kasi zaidi. Basi mwaka 1609 Galileo alitengeneza darubini na kugundua milima na mashimo kwenye mwezi. Zaidi ya hayo, uchunguzi wake ulimfanya Galileo kusisitiza kwamba dunia haiko mahali pamoja angani, huku jua na sayari zikizunguka juu yake, bali dunia na sayari ndizo zinazozunguka jua. Basi alilaaniwa na kanisa Katoliki la Roma. Kwa kweli, aliitwa kufika mahakamani kwa kosa la uzushi mbele ya mahakama ya uchunguzi ya Roma, na alipatikana na hatia na kuhukumiwa kifungo cha maisha cha kukaa nyumbani ilichukua kane nyingine kabla ya upinzani dhidi ya wazo kwamba jua badala ya dunia ndilo liko katikati ya mfumo wa jua kupungua na na ikakubaliwa kwa upana kwamba galileo hakuwa mzushi hata kidogo alikuwa sahihi mwaka 1992 takriban miaka mia tatu baada ya kumhukumu galileo vatican ilikiri hadharani kosa la kanisa Unaweza kufikiria kuhatarisha maisha yako kwa kusimama dhidi ya dini iliyoandaliwa ya dunia yako, viongozi wote wa kitaaluma wa dunia yako, na na maoni ya umma ya dunia yako? Basi hicho ndicho hasa kilichopo hapa katika Matendo sura ya sita. Kuna mtu ambaye atasimama dhidi ya dunia yake kuhusu ukweli wa Yesu Kristo. Ametambulishwa kwetu hapa katika mstari wa nane kama mtu aliyejaa neema na nguvu. Jina lake ni Stefano, Stefanos, neno hilo linamaanisha taji, na ataenda hakika, ataishi kulingana na jina lake. Atahubiri mahubiri moja tu, angalau ambayo tumeandika, kabla hajavaa taji ya mfia imani. Atakuwa shahidi wa kwanza wa kipindi cha Agano Jipya. Sasa tunaambiwa hapa katika mstari wa tisa kwamba Stefano alikuwa anajadiliana na Wayahudi wa Kiyunani waliokuwa wakihusishwa na sinagogi hapa Yerusalemu. Hawa walikuwa Wayahudi wanaozungumza Kigiriki kutoka Kirene na Aleksandria, Afrika Kaskazini na Kilikia na Asia ambayo sasa ni sehemu ya Uturuki wa kisasa. Basi alikuwa anabishana nao. Mstari wa kumi unatueleza kwamba hawakuweza kushindana na hekima na Roho aliyokuwa akizungumza nayo. Naam, kwa bahati mbaya kwa sababu hawawezi kumkataa wao wanageuka kumshtaki kwa kukufuru. Wanamkamata, wanampeleka kwa Sanhedrini. Yote kusema ukweli yalitokea haraka sana. Mara nyingi nimefikiria kwamba ikiwa Stefano alikuwa ameolewa au alikuwa na watoto au wazazi, kwa kweli hakukuwa na wakati wowote wa, wa kusema kwa heri. Walipofika mbele ya mahakama kuu ya Israeli, mashahidi wa uongo walisimama na kudai kwamba amesema kinyume na hekalu, amesema kinyume na eh, Musa na sheria. Sasa unaweza kutarajia Stefano aanze kupata wasiwasi hapa, unajua akiuma kucha zake kutokana na mabadiliko haya ya ghafla ya matukio. Lakini badala yake tunaambiwa hapa katika mstari wa kumi na tano, wote walioketi katika baraza waliona uso wake ulikuwa kama uso wa malaika. Sasa hii inaweza kumaanisha ama kuna mwanga wa kimiujiza au labda utulivu wake wa ajabu kwa hiyo tunafika sasa katika sura ya saba ambapo Stefano anajibu swali la kuhani mkuu alipoulizwa, je, mambo haya ni kweli? Sasa Stefano hakujibu moja kwa moja mashtaka dhidi yake. Badala yake, anaanza kutoa mahubiri marefu kidogo. Atapitia historia ya Israeli katika mistari kama hamsini na mbili, na lazima nikuambie ni mahubiri ya kipekee sana inasisitiza mpango wa Mungu kwa ajili ya Israeli, inawalenga viongozi wa Kiyahudi wenye kujiona wenye haki. Kwa kweli, hukumu ya Stefano itakuwa wazi kabisa: kumkataa Yesu Kristo si kitu kingine bali ni wasi wa Israeli dhidi ya Mungu wanayesema wanamwabudu. Anaanza katika mstari wa pili: Mungu wa utukufu alimtokea baba yetu Ibrahimu alipokuwa Mesopotamia, akamwambia, toka katika nchi yako na kwa jamaa zako, uende katika nchi nitakayokuonyesha. Sasa, kwa ufasaha kabisa, hapa Stefano anaanza na baba wa taifa la Kiebrania. Ibrahimu alijibu ahadi ya Mungu ya kumpa mrithi taifa la baadaye kwa imani katika neno la Mungu. Na Mungu atawapa Ibrahimu na Sara mwana Isaka, ambaye anakuwa baba wa Yakobo, baba wa makabila kumi na mawili ya Israeli. Sasa, kwanzia mstari wa tisa, Stefano anasimulia hadithi ya Yusufu ambaye Mungu alimtumia kuokoa familia yake, baba yake Yakobo na ndugu zake waliomwonea wivu na kumuuza utumwani. Stefano anatumia simulizi la Yusufu kama ukumbusho kwamba ingawa mababu wa taifa walimwonea Yusufu wivu na walitaka kumwangamiza, Injili ya Marko sura ya 15 mstari wa 10 inatuambia wazi kabisa kwamba viongozi wa taifa walimtoa Yesu kwa sababu hiyo hiyo, walikuwa wanamwonea wivu kwa umaarufu wake. Sasa basi, kwa hayo hapa, katika mstari wa kumi na saba Stefano anageukia kwa Musa na jinsi Mungu alivyomwinua ili kuwakomboa Waisraeli kutoka katika mateso ya Wamisri. Lakini eha, Stefano anakumbusha wasikilizaji wake kwamba Musa alikataliwa mwanzoni na watu aliokuja kuwakomboa. Hivi ndivyo anavyosema katika mstari wa 25: Musa alidhani kwamba ndugu zake wangeelewa kuwa Mungu alikuwa anawapa wokovu kupitia mkono wake, lakini hawakuelewa. Sasa, wapendwa, kumbuka kwamba Stefano ameshtakiwa kwa kumkufuru Musa. Lakini sasa anamlinganisha Musa na Masihi. Kristo na Musa wote wawili walitumwa kutoka kwa Mungu. Wote wawili walikataliwa mwanzoni na taifa, lakini wote wawili walikuwa wamekuja kuwakomboa Israeli. Stefano hamkufuru Musa. Anamheshimu kama mtangulizi wa mkombozi wa Mungu wa Israeli. Bila shaka Bwana Yesu kama atakavyofafanua baadaye sasa Stefano anarekebisha mafundisho ya Sanhedrini hapa katika mistari ya 44 hadi 50. E, wao wanaheshimu hekalu, wanamshtaki Stefano kwa kuzungumza kwa dharau kuhusu mahali hapa patakatifu. Lakini Stefano anawakumbusha hapa katika mstari wa 48 kwamba aliye juu zaidi hakai katika nyumba zilizofanywa kwa mikono ya wanadamu. Kwa maneno mengine stefano anawapinga, anawaambia, tazameni, mmejikita sana kwenye mapokeo yenu, taratibu zenu na jengo lenu kiasi kwamba mmekosa ukweli kuhusu Yesu Kristo, mkombozi wa Israeli, ambaye miezi michache tu iliyopita alisimama hekaluni na kusema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu, Yohana sura ya nane mstari wa sasa basi, kwa hayo stefano anahitimisha mahubiri yake kwa hukumu hii yenye nguvu na inayogusa mioyo. Hajazuia chochote, mstari wa hamsini na moja. Nini watu wagumu wa shingo, siku zote mnampinga Roho Mtakatifu kama vile baba zenu walivyofanya, nanyi pia mnafanya hivyo. Ni yupi kati ya manabii ambaye baba zenu hawakumtesa? waliwaua wale waliotangaza mapema kuja kwa yule mwenye haki ambaye sasa mmemsaliti na kumua. Mlipokea sheria iliyotolewa na malaika lakini hamkuishika. Kwa shutuma hii nzito, Stefano anageuza kabisa hali ya mahakama hii. Siyo yeye aliye kwenye mashitaka bali ni wao. Siyo yeye mwenye hatia ya kukufuru bali ni wao. Siyo yeye mwenye hatia ya kupuuza maandiko bali ni wao. Basi bila shaka, Sanhedrini wao wamekasirika sana. Stefano kwa wakati huu, nina uhakika anajua kabisa mambo yanakuelekea, lakini anaendelea kwa ujasiri kuwaambia hapa, kwenye mstari wa hamsini na sita kama unaweza kufikiria, naona mbingu zimefunguka na mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Kwa hili Stefano anafanya uhusiano wa moja kwa moja kati ya cheo hiki cha kimasihi, mwana wa Adamu, na Bwana Yesu ambaye alidai cheo hiki kwake mwenyewe. Hivyo Stefano kimsingi anawaambia Sanhedrini, namwona Yesu akishiriki kiti cha enzi cha Mungu mwenyewe. Basi lo, ajabu kweli! Kwa hilo Sanhedrini walilipuka kwa hasira na umati ukamtoa Stefano mjini na wakampiga mawe hadi kufa. Maneno yake ya mwisho yameandikwa hapa kwenye mstari wa hamsini na tisa alipolia, Bwana Yesu, pokea roho yangu. Na alipokuwa akianguka magotini alipaza sauti kwa nguvu, Bwana usiwahesabie dhambi hii. Na aliposema haya akalala usingizi. Lazima nikuambie ninaposoma hapa kwamba Stefano anasema anaona Mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Basi ningependa kufikiri kwamba Bwana Yesu alikuwa akimpa heshima ya kusimama kwa ushuhuda wake wa uaminifu. Huu ndio ushuhuda wa muumini wa kwanza wa Agano Jipya kuvaa taji la shahidi. Sasa nataka nikuambie, mpendwa, hauhitaji kufa kifo cha shahidi ili upokee ile sifa kutoka kwa Bwana, ila umtumikie tu leo kwa njia yoyote aliyokuandalia uishi. Atafurahishwa nawe kama vile alivyokuwa na Stefano. Hebu tumfuate tu leo. Vema. Hadi safari yetu inayofuata, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi nyote, amina.